Ni hafla iliyowajumuisha wengi, wadogo kwa wakubwa, wasichana kwa wavulana, katika chuo kikuu cha Kenyatta. Hiyo ndio inaitwa chakacha yenyewe. Hafla hii ambayo huandaliwa na chuo hiki kila mwaka iliwaleta wasanii wengi pamoja, lengo lao kuu likiwa ni kusambaza ujumbe wa amani katika jamii kupitia kwa talanta za usanii. Umati wa watu ulihudhuria hafla hii na kupata kutumbuizwa na wasanii hawa waliotoka maeneo mbalimbali, yakiwemo Kisii, Mombasa, Kitui, Thika pamoja na Kibera miongoni mwa maeneo mengine. Kikundi hiki cha chuo kikuu cha Kenyatta kinachowakilisha kikundi cha creative artists kilijitokeza ili kutumbuiza kupitia kwa sanaa ya densi za kisasa, huku vikundi vingine vikitumbuiza kwa densi za kitamaduni kutoka kwa mkoa wa Nyanza na Pwani mtawalia. wasanii wengine waliosisimua katika uwanja huu ni wasanii hao. Wenye umri mdogo walitumbuiza kupitia sanaa ya sarakasi, na ulipowadia muda wa densi, wasanii hao hawakutaka kuachwa nyuma, kwani walikatika kwa miondoko yao ya kipekee iliyowafurahisha wengi. Ni katika fursa hii ambapo tulipata kuangazia kikundi hiki ili kujua ni nini hasa kinachowafanya kubobea katika ulingo huu wa sanaa. Na je, ni nini kilichowaunganisha pamoja? Sisi ni Action for Children in Conflict, tunapatikana Thika Town tunafanya kazi na watoto wa mtaa na wale watoto wote ambao wameathirika na wakati. Watoto hawa tumewachukua kutoka mtaa mwezi wa sita, tuko na wao kwa miezi sita, kisha wapelekwe shule Januari. na maono yao ya usoni ni yepi? nataka iwe kiti yangu ya maisha ndio niwe nikitafuta eh, niki doo nayo na wewe mimi napenda acrobat kwa sababu inaweza nisaidia nikiwa pahali kwa mashidani inaweza inaweza nisaidia nipeleke nje ya nchi. Katika kikundi hiki cha Chuo Kikuu cha Kenyatta, usanii ni baadhi ya mambo wanayopendelea. Lengo letu ni kuwafanya kwa, kwa kwa, kwa, kwa wanafunzi wengine wakaribie wa na wajiunge wa katika kumtukuza Mungu na talanta zetu kama kudansi. Aidha wasanii hawa walitoa ushauri mbalimbali kuhusu usanii. Unaweza kuwasilisha talanta zako ukiwa pia kwa kanisa, si lazima ufanye mabaya. Ndivyo ujulikana. Ukiwa chuo kikuu, jaribu kutafuta sehemu ambayo utaji utaji keep busy, ambayo haita, haita kudhuru. Si kitu ngumu, ni kitu rahisi ukiamua, lakini ukijasema ni ngumu, ni ngumu kwako kwa. Ikiwa mtoto atakuwa acrobatic wacha akuwe, na kama mtoto angependa kuwa dansa ama ile yote ambayo Mungu alimuumba wacha. Ikiwa atakuwa daktari ni sawa. Fursa hii ya kuwaleta pamoja wasanii ina maana mno katika jamii. Kwani imewakuza wasanii waliobobea humu nchini wakiwemo Walter Mongare, almaarufu kama Nyambane, Morris Ochieng, almaarufu kama Mdomo Bagi, KJ pamoja na Peter Kaimenyi ambaye hutumbuiza kwa vipindi vyake katika runinga ya Kiu, almaarufu kama Kajairu.

Ni wiki ya maonyesho ya utamaduni katika chuo kikuu cha Kenyatta. Wengi walijitokeza ili kuhudhuria hafla hii, huku wengine wakidhihirisha usanii wao kupitia kwa nyimbo, densi za kitamaduni, densi za kisasa pamoja na sarakasi, miongoni mwa zingine. Diana Kendi, QTV.